a kujifunza saa hizi somo. Lakini kabla ya yote, imeandikwa kwamba mambo yote tuanze kwa sara. Kwa hiyo muda huu naenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki tena ambacho tunapatikana katika Ushuani Media. Baba mtakatifu uliye mbinguni, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa sababu unatuandalia mambo mazuri kila wakati kwa yale uliyokwisha kuahidi Bwana unaendelea kuyatimiza kwa wote wanaopendezwa na ahadi zako. Tazama Bwana, tunaenda kujifunza somo hili ambalo linahusiana na ahadi, lakini kwa wasikilizaji wote ambao wako tayari Bwana, katika kipindi hiki uweze kuwabariki, wafunguliwe masikio yao, wafunguliwe ubongo wao, wafunguliwe mioyo yao ili maneno yako yapate nafasi ya kupenya kuingia, yahifadhiwe yaliyo bora ndani ya mioyo yao, wapate raha iliyokusudiwa na wewe, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaamini kwamba utatusaidia kuyaelewa haya tunayokwenda kujifunza, na msaada wa Roho Mtakatifu atahusika katika kujieleza nam nami. Bwana, kinywa changu uweze kukiruhusu kitamke kisisite kwa yale ambayo Roho Mtakatifu ataruhusu katika kinywa changu, nikawe spika tu tangu sasa, kwa utukufu wako jina lako Yesu Kristo Bwana wetu, naomba nikiamini kuwa pamoja nasi sote katika kusikia, amen. E, ndugu wapenzi wasikilizaji wa kipindi hiki, cha somo letu la leo linahusu ahadi, ahadi za Bwana Yesu. Mtu kuziamini ahadi za Bwana Yesu. Mtu akiziamini ahadi za Bwana Yesu inamaanisha kwamba anapata raha, kwa sababu majibu yake yanatokeza, na hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuka, kakufanya kuwa na raha kama huna ahadi ya kile ambacho unatazamia kukipata baada ya kazi unayoifanya. Mtu yeyote awe ni katika ajira anahitaji kuwa na ahadi. Mtu yeyote awe katika ndoa anahitaji kuwa na ahadi. Ahadi imetawala kila sehemu, ahadi imetawala kila sekta, kwamba ukifanya hivi utapata hiki. Ndio maana ya mtu unakuta anafanya kazi kwa moyo, kwa bidii, kwa juhudi zake zote, kwa ufanisi, kwa sababu ana ahadi ya kupokea kitu kizuri Kwayo, kwa hiyo ahadi inamfanya mtu anze kuwa na raha kwamba nikimaliza nitapokea ahadi yangu na ahadi ile itamfanya awe na furaha kwa hiyo anafanya kwa moyo kwa ujumla basi kwa kuwa ndivyo ilivyo tutaangalia kichwa cha somo letu kama kinavyojieleza katika Matayo sura ile ya kumi na moja mstari ule wa ishirini na tisa tuangalie Yesu anasemaje juu ya ahadi na tutafanikiwa. Tukifanikiwa tunapata nini? Anasema Bwana Yesu, ninasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Matayo sura ile ya kumi na moja, inasema hivi: jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Neno jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Maneno haya yanatuonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo anayaweka vizuri ili tuishi kwa raha, raha raha inayotokana na ahadi. Sasa raha kama inayotokana na ahadi ni baada ya kutimiza wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili ndio ambalo nataka tuanze kuona ahadi inaleta nini, inaleta raha na nia, nia ya ahadi ni kufanya wewe ufurahi na ufanye kazi kwa moyo na ufurahie kile ambacho unakifanya kwa sababu tinaleta matokeo mazuri. Kwa hiyo basi, neno jitieni nira yangu, nira nira kwa wale ambao wanalimia ng'ombe wale wanajua, maana ya nira. Nira ni kuunganisha ng'ombe wawili waweze kuvuta, wanapovuta lile jembe litalima kwa usahihi, na likilima kwa usahihi, basi yule mkulima akimaliza, anajua anaenda kupata ujira, kwa sababu huenda nalima kwa ajili ya malipo, labda miheka kadhaa amepewa aweze kulipwa vivyo hivyo, anaweza kuwa analima ni shamba lake, huenda kavuna yeye mwenyewe na mazao yakawa ya kwake. Lakini pia anaweza kalima, huenda ni shamba la mwajiri wake, naye anatazamia kulima, apande, aweze kutimiza ukamilifu wa utunzaji wa shamba ili avune vizuri. Kwa hiyo, hiyo ndiyo inamletea furaha wakati wa mavuno. Kwa hiyo, kila mtu ana muda wa kupokea mavuno na mavuno yale yatampa furaha. Sasa nini basi ambacho unatakiwa ufanye? Unatakiwa ufanye bila kuogopa kwamba mbele kuna kitu gani ambacho utakabiliana nacho. Sasa katika kulima kwako, mwingine naweza kutisha, na katika kutisha ndipo pale wewe unaweza ukakata tamaa kwamba si majira halisi. Nipende kuwaalika ndugu zangu, ya kwamba kipindi hiki katika mkoa wetu wa Rukwa mvua zinanyesha, lakini tuangalie ahadi za Bwana. Kwa nini anaruhusu mvua? Anaruhusu mvua kwa ajili yetu tu? Hasha, anaruhusu mvua kwa ajili ya viumbe vingi. Kuna wanyama, kuna ndege, kuna samaki, kuna vitambavyo. Kila kitu ardhi yenyewe ipate kujo kushika mfumo wake wa kuotesha kila kitu kilichohifadhiwa na kilichoumbwa na Mungu kiweze kutokeza kwa jiografia ya mahali mahali, kwa vile vinavyo vilivyowekwa pale kwa kusudi la kuona jiografia ya nchi, kwamba mahali fulani kuna jambo hili, kuna kitu hiki, kuna mnyama huyu, kuna ndege yule, kuna samaki huyu, kuna vitambavyo hivi. Vyote vinatokeza kwa sababu vinapata chakula na vinakuwa dhahiri, vinakuwa wazi, watu wanaona, na mito inaanza kutiririsha mifereji inapata maji, yanaanza kutembea. Hiyo yote inaleta raha, lakini kuna vikwazo kwa watu ambao huenda hawana haja na hii mvua, lakini mkulima anashangilia kwa sababu ni muda sasa wa kufikiria kupata raha baada ya miezi kadhaa, kwamba atakuwa na mavuno. Hii ni sababu ambayo inatufanya tuwe na raha, lakini hebu sikiliza vikwazo vinavyoweza kutokea katika majira haya, katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 37. Sikiliza kwa makini kwa sababu tunaenda kujifunza kitu ambacho ni kizuri. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa hiyo vitu hivi vyote vinatokeza kwa sababu kuna aliyetupenda, na katika kutupenda kuna ambao hawaoni sababu ya mvua kuwepo lakini ni wakati wa kuweka mambo mazuri yaonekane machoni pa watu, yaonekane wengine. Wanajenga, ni wakati wa kujenga kwa simenti, ili wapate kunyeshewa, kuta zao zikomae, wafurahie, kwa sababu wanapunguza gharama. Mungu amewapenda, wanapunguza gharama ya kunyeshea ukuta, ili simenti shikamane na tofali vizuri. Hayo yote ni furaha. Kwa hiyo furaha iko kwa watu wengi, sio kwa aina moja, sio kwa mkulima tu, kwa viumbe. Viumbe vinaponyeshewa na mvua vinafurahia, kwa sababu viko porini, havina nyumba za kuishi, lakini wanapoona mvua imenyesha, wanafurahi kwamba tunaenda kupata matokeo ya chakula. Wanaanza kupata raha, wanaanza kufurahi, wanashangilia. Kwa hiyo utaona kila kiumbe kiko vizuri. Lakini hebu angalia hapo mbele, kwa maana mstari wa 38 anasema: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Oh, umbe upendo wa Mungu unaonekana katika Yesu Kristo Bwana wetu. Hapo ndipo unaweza kuona upendo wa Mungu. Sasa ule upendo wa Mungu ah, tutamwangalia Yesu sasa, kwa sababu nia yetu zaidi ni kuelekea mema tulioahidiwa na Bwana na ninaposema Bwana nina maana ya kwamba Bwana tunayemsema maana ya neno bwana, ukilielewa maana yake ni mtu mwenye kuuisha. Kwa hiyo kuuisha huko ndani ya Kristo, maana Yesu amepewa mamlaka ya kuuisha, ndio maana anaitwa Bwana. Yesu amepewa mamlaka ya kuhukumu, ndio maana naitwa Bwana. Yesu amepewa mamlaka ya kuangamiza, ndio maana naitwa Bwana. Yesu amepewa mamlaka ya kufufua, ndio maana naitwa Bwana maana hizi nne zinafanya iwe nafasi ya kutambua neno bwana, maana yake ni mwenye kuhuisha, ni mwenye kuhukumu, ni mwenye kuangamiza, ni mwenye kufufua, huyu Yesu. Kwa hiyo hatuwezi kutengwa na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Bwana wetu. Sasa nini tunachoweza kujua, somo letu linahusu ahadi Je, Yesu anasemaje ili atupe raha sisi tunaomwamini sisi tunaomkiri, tusio tusiomwonea aibu tusioona aibu mbele ya Bwana wetu Yesu? Ametuambia, atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele ya Baba na maraika zake, mbele ya Baba yangu aliye mbinguni, na mbele ya maraika zake nitamkiri kwamba huyu baba ana haki, huyu ana haki, huyu ana haki Mtu wa Mungu ana haki. Hakuna atakayezuia upendo wa Mungu nilio nao ambao nimeupata kwa Bwana, nimeupata kwa Mungu Mwenyezi, na upendo huu ambao nimeupata uko katika Kristo Yesu ninayemwamini na kumkiri, ninapokuambia, na namwamini, na namwamini pasipo shaka, na namwamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka siku ya tatu na unajua, matukio ya kifo matukio ya kifo cha Yesu sina haja ya kukueleza. Aliteswa, aliumizwa, alidharauliwa, alitemewa mate, kila namna ya kumdharau kwamba huyu si kitu, lakini alikuwa anatazamia kuona ahadi ya Mwenyezi Mungu ikifanya kazi, kwa sababu alimwambia siku ya tatu, mwanangu, tafufuka. Nani kama Yesu? Mungu amesema, nikumbushe tu hojiane Yesu akakumbuka akahojiana na baba yake, baba yake akamwambia, mwanangu, ni kusudi ni kusudi niliokutuma ulimwenguni ili kuwakomboa watu nio wapenda. Ulishawahi kusikia Mungu anatoa hati ya taraka? Mungu hajawahi kutoa hati ya taraka kumkabizi shetani kila kitu, kwamba mtu awe mali ya shetani? Hapana, Mungu alimfukuza Adamu, hakumpa hati ya taraka. Na unajua hata wewe msikilizaji inawezekana siku nyingine unakosana, unagombana na mume wako, unagombana na mkeo, unagombana na watoto, unamtoa ndani, atoke asilale ndani awe nje, lakini haumpi taraka kwamba kuanzia leo wewe sio mke wangu, kuanzia leo wewe sio mtoto wangu, kwa sababu hati ndio inamaanisha kwamba mtu ametengwa moja kwa moja. Kwa Mungu hajawahi kutoa hati ya taraka kwa mtu kwamba nimekupa hati ya taraka ondoka, ondoka, sikuhitaji tena. Mungu alikusudia kuweza mwanadamu aingie kwenye majaribu ya shetani, lakini Mungu akimwangalia kwa makusudi makubwa sana. Najua ya kwamba uu kunanielewa. Kwa hiyo jihadhari sana, usiwe mtu wa kutoa taraka, usiwe mtu wa kufikiria kutoa taraka haraka kama Mungu ambavyo hakutoa taraka, iga iga kwake, usitoe taraka mapema. Yamkini kusudi la Mungu anataka aone, je, unajaribiwa na Shetani au uko tayari kuishi bila kutoa taraka? Kwa maana neema ya Mungu itakapokukumbusha mambo ya kufanya, unaweza ukarejea baada ya hasira kuisha ikakurudisha katika hali nzuri na ukafanya mambo mazuri na ukamrudisha na ukamkaribisha yule usiyempenda, ukarudisha upendo wako kwake, kama Mungu alivyofanya katika Kristo Yesu. Mara kwanza, Mungu kumbuke, aliwatoa watu nje, ali nje ya bustani, ni sawa na kumtoa mtu ndani ya nyumba ukampeleka nje, lakini baadaye ukamwambia njoo nyumbani, atafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Nataja hivyo kwa sababu nafahamu Yesu anatupiga na kuturudi, na ndivyo unapaswa kuwa hata wewe baba, ndivyo unapaswa kuwa hata wewe mama. Umpige na kumrudi, umpige mwanao na kumrudi, umpige mkeo na kumrudi. Usiwe mwepesi wa kuweza kutoa hati ya taraka. Atakapoihitaji hati ya taraka, labda yeye akupe wewe, mwanaume uwe jasiri Mungu amekufanya wewe kuwa mwamuzi wa mwisho, kichwa cha mwisho. Wewe ni kichwa. Wanawake wana vichwa, lakini vichwa vyao vina maamuzi yasiyo na busara, ya hayatafakari. Maamuzi yao hawatafakari kesho itakuwa nini. Lazima ufikiri, ndugu yangu, lazima ufikiri. Najua unaumizwa na haya, lakini Mungu anataka kupe raha ili uwe na ushuhuda, watu washangae, usamehe ambaye walijua hawezi kupata msamaha. Ndivyo ilivyo hata kwa Adamu na kizazi chake. Watu walijua Mungu hawezi tena kukaribiana na mtu wa dunia hii. Maraika huenda walifikiri hivyo, kwamba hawezi kukaribiana kwa sababu Mungu anachukia dhambi. Lakini Mungu anatoa adhabu kulingana na hatia inayokukabili. Je, hatia yako ni ipi? Hatia yako ni ipi? Uenda hatia yako inayokusumbua sasa ni ile ambayo hujawahi kumpa Yesu maisha yako. Maisha yako Yesu anahitaji. Anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Ah, nini tutajifunza kwa Yesu? kitu gani tutajifunza kwa Yesu? Ah, ninakumbuka maneno Yesu aliyoyasema msalabani, maneno yale kabla ya kifo chake Yesu yuko msalabani, aliombea watesi wake wote, akawaambia Baba, uwasamehe wote kwa maana hawajui watendalo. Umeumizwa kiasi gani? Umeumizwa kiasi gani? Umedharauliwa kiasi gani? Umedhihakiwa kiasi gani? Yesu alivuliwa nguo. Yesu aliumizwa, alitemewa mate walipita watu wakimtukana, akisikiliza, lakini alitamka maneno ya furaha kwamba anatuombea, anamwombea mtesi kwamba Baba uwasamehe kwa maana hawajui watendalo. Kwa nini? Yesu yuko ndani ya ahadi, ameshakumbuka hadi siku ya tatu atakuwa hai, ataonana na watesi wake. Uende watesi watakimbia, lakini atasema njoni kwangu njoni kwangu ni nyote mnayosumbuka na yale mlioyafanya, mkifikiri mtaumizwa, hamtaumizwa, mnarejea, mnarudishwa katika nafasi yenu. Yesu anasema jitieni nira yangu hii. Matayo hii, katika kitabu cha Matayo, injili iliyoandikwa na Matayo, akinukuu maneno ya Yesu, anasema jitieni nira yangu. Yesu ndiye anaongea hayo maneno, Matayo anaandika mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Njoo, njoo wewe, njoo wewe ambao hujakiri wewe, njoo, njoo uelekezwe jinsi ambavyo unaweza kukutana na raha katika Kristo Yesu. Mimi ni na raha, ndio maana nakuambia njoo, tuungane mimi na wewe, njoo Yesu anasema jitieni nila yangu, sehemu nyingine anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anakupumzisha ukija kwake. Hawezi kupumzisha bila kuja kwake, na kuja kwake kuna utaratibu. Lazima uende mbele ya yeye anayekupa habari njema, akuelekeze jinsi gani unaweza kutua mzigo. Kutua mzigo, mizigo iko tofauti. Kuna mizigo ya dhambi kuna mizigo ya makosa, kuna mizigo ya kusahau, kuna mizigo ya magonjwa, kuna mizigo ya aina nyingi ambayo inaweza kutuliwa, ambayo imekusumbua muda mrefu. Njoo uone, njoo nitakwambia mizigo inavyotuliwa. Kuna mizigo ya madeni, unadaiwa, kuna mizigo unakodai wewe, unadaiwa na wewe unadai na huenda mzigo huu ulionao wa kudaiwa ungetatuliwa na ule mzigo ambao unamwona yule mtu amekutenda mambo yasiyofaa, kwa maana ameshikilia fedha ambayo ingelipa upande huu ambao wewe unaona kama unapata aibu, lakini kuna watu wanaona aibu kwako pia. Haijarishi kwamba ni mtu binafsi, haijarishi kwamba ni kampuni, haijarishi kuwa ni serikali, lazima uelewe haya yote. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Njo utaona faida ambayo Bwana anasema, anasema hii Warumi nane, Warumi nane ukianzia thelathini na saba tukiirudi anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, tunashinda, tunashinda. Tunashindaje? tukimpelekea mizigo Yesu, mizigo ya aina zote, tumwambie Yesu nituwe mizigo, atakutua mizigo yote, na akikutua ndio chanzo cha raha, kwa sababu unaingia kwenye ahadi, na ukiingia kwenye ahadi hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia usipate raha iliyokusudiwa. Ndugu yangu, nikirudia kusoma eneo hili, kwa yeye aliyetupenda 37. Hii mtume Paulo anapoandikia Warumi, Warumi walifikiri kwamba yeye Paulo anaeneza ujumbe usio na nguvu kumbe alikuwa anaeneza ujumbe wenye nguvu, ujumbe wa Yesu Kristo anayetoa mizigo. Anasema, lakini katika mambo haya yote tunashinda. Alikuwa na uhakika ya ushindi kwa sababu yeye aliyempenda yuko ndani, anaishi ndani ya ahadi, na ahadi zinaleta raha. Raha ni nini? unayopata ukimkiri Yesu. Paulo alikiri akasema, ni nani wewe Bwana? wakati alikuwa anatafuta, anafikiri watu wanaoeneza habari za Yesu alikuwa anafikiri kwamba ni mtu tu ambaye ni wa kawaida sana. Kumbe akakutana na nguvu ya Yesu, ikamumulika ule mwanga ukampiga, akaanguka chini akaanza kuuliza, wewe ni nani Bwana? Akasema ni mimi Yesu unaniudhi. Angalia, angaria sana, Paulo alikuwa zaidi yako, alikuwa na akili kuliko wewe, yeye ni Farisayo ni msomi, yeye ni profesa au kwa sasa tunasema ni mhadhiri wa chuo ni mtu aliyefundishika, alikuwa anashika sheria za Musa alizitendea haki, lakini bado alikuwa kinyume na Mungu. Na wewe ndivyo unavyofikiri kwamba kwa kujua sheria za Musa uko salama. Hauko salama, nikwambie, hauko salama, hauko salama. Kumbuka maneno utakayotumia useme Bwana Yesu nakuhitaji. Naam, ukisema Bwana Yesu nakuhitaji Maanaake umetamka Bwana Yesu unihuishe. Bwana Yesu unayenihukumu, Bwana Yesu uniondolee hukumu hii. Bwana Yesu unayeweza kuniangamiza, usiniangamize, niko tayari kukutumikia. Bwana Yesu, na tumaini uzima wa milele uko ndani yako. Ninalo tumaini la ufufuo kwa sababu wewe unafufua hata nikifa. Ndio maana Paulo anasema hey, katika mambo katika mambo haya yote tunashinda o kifo hakitutishi. Na nakwambia ndugu yangu, kama unaogopa kifo, kitakuwinda sana. Ukikidharau kifo, hakina nafasi ya kukuwinda. Ukikiogopa kifo, kinakuwinda na kitakuwinda, utajificha, utatafutwa na utapatikana. Sasa kifo hatukiogopi, kifo tusimame katika kweli ya Kristo, kwa sababu yote lazima yatokee, yote yaliyoandikwa, yote yaliyotabiriwa misukosuko ya dunia unayoiona sasa hivi, upendo kuondoka, kuchukiana jirani kwa jirani, haya yote yatatusonga, tutabaguana kwa namna nyingi. Najua ya kwamba muda wetu hauturuhusu, na sitaki uchoke. Nataka tuwe na raha, tuwe na raha, tuwe na ahadi za kweli. Sasa, ahadi za Yesu, ebu nukuu ahadi za Yesu ambazo zinaweza zikakufanya zika wewe, hata ukaogopa kuzitaja mbele za watu, ahadi za Yesu ningekuachia uweze kwenda kuzisoma, kwa sababu najua umenisikiliza, umesikiliza kwa makini sana. Wakati nipo niko katika kipindi hiki cha dakika chache, najua kwamba si yote unaweza ukayamaliza kwa wakati mmoja, ni muda mfupi sana. Tunapopita mitandaoni katika nafasi hii, ebu nikupe nafasi ukajisomee wewe mwenyewe ahadi ambazo unaweza kuwa unazionea. Haya, wakati ni ahadi tulizopewa na Kristo, ahadi hizo ukasome katika Mathayo sura ya kumi na tisa. Usome Mathayo sura ya kumi na tisa sura ile ya kumi na tisa uanzie ishirini na saba mpaka thelathini ukasome pia ahadi za Yesu katika Mariko sura ile ya kumi uanzie mstari ule wa ishirini na nane uone mpaka thelathini usome pia kitabu cha Ruka ahadi tulizopewa na Yesu katika kitabu cha ma, charuka sura ya 18 uanze 27 uende mpaka 30 utakutana na ahadi. Na hizi ahadi zinatufanya tuwe na raha. Wewe huwezi kujua kama zinatakufanya uwe na raha. Kwa nini? Umezikataa. Lakini wale wanaoziomba wapewe, wana raha, wana raha. Huwezi kuwa na shamba moja, heka moja, ukaweka kila kitu mle Huwezi kuwa na nyumba moja ukasema mimi nimetosheka kujenga, wakati uhai wako unakuruhusu ujenge. Watu wenye nyumba wanasifiwa. Kwa hiyo ndio maana tutaona hata watu wengine wanapanga katika hizo nyumba. Nikuachie hapo kwa leo, najua tutaendelea na masomo haya juu ya ahadi. Tukutane kipindi kijacho, somo hili litaendelea. Asante sana na Mungu akubariki.